Bali ndugu zangu katika imani, nawasalimu kwa jina la mwenyezi Mungu. Naomba tupate faida kidogo ya mti wa kamba huu. Hapa mti wa kamba ukikua, ikamba kama unavyoiona, ukiachanisha katikati hivi na maanisha namna hii ikamba. Baada ya hapo, chukua kamba hii mpya moja, fungua ikamba kwa ajili ya kujifungua vitu vibaya. Chukua ikamba hii kwa kwamba hii kamba ni mpya, hivyo naomba na mimi aliyenifunga kwangu ni wapya kabisa, kwa sababu siwatambui majina wala siwajui ni kina nani, wadogo kwa wakubwa, wanaume au wanawake. Hivyo kwa hii kamba, kisha uifunge, naomba nimefungwa na ki. Baada ya kuifunga, ifungulie katika maji yako ya kuoga, ukisema kwamba hii kamba, mimi walionifunga ni wapya na siwafahamu Ewe Mkamba, naomba unifungue vifungo vyangu vyote, nilivyofungwa mambo yangu yote yalivyofungwa, ili niweze kufunguka kama navyofungua kamba. Ukishaifungulia ile kamba katika maji yako ya kuoga, nenda kaoge kabla ya jua kuzama, au asubuhi kabla ya jua kuchomoza. Ni mara moja tu. Hakika kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, vifungo vyote utakuwa umefungulia na mambo yako yatafunguka inshallah naomba ulizike kwa hilo. Mimi ni Chifu Hamisi, Hatad TV.